Kama ilivyo kawaida hii leo napenda kukuletea recap ya mechi mbalimbali mbali ambazo zimepigwa wiki hii. Tulishuhudia mitanange mizuri sana. Lakini sisi tutakwenda kujadili kuhusiana na mechi tatu. Mechi ya kwanza, mechi ya Arsenal dhidi ya PSG, matokeo tunayafahamu, right? Yes. Lakini mechi ya pili ni Barcelona dhidi ya Inter Milan na mechi ya mwisho ama mechi ya tatu kwetu sisi kujadili ni mechi ya Bilbao dhidi ya Manchester United. Sasa wanataka kufahamu kwamba anayokuja kujadili na nani? Mbele yangu hapa naenda kuungana na wadau wa mpira wadau ambao watakwenda kutoa ufafanuzi mchache wapate kutueleza wao kama wao walishuhudia mtanange wa aina gani. Yako kama mkiwa wadau wa mpira, wiki hii imekuwa ni wiki nzuri sana yeah. Ni wiki yenye mtanange mkubwa. Kwa upande wako Samuel, mechi ya Arsenal dhidi ya PSG ilikwaje? Bonge moja mechi, uh -huh. Bonge moja mechi, uh, ila kitu ambacho tumetegemea sio kuingia, lakini wadau wengi labda ni game ya magoli mengi sana. Arsenal anapocheza anapocheza pia tunategemea magoli mengi sana sisi pia kwa bet tunaona labda kutakuwa kuna pian lada kilitokea mambo ya mpira sio tuseme, lakini ah, mambo hmm, tuseme la, lakini naona kama Arsenal pia mwenyewe alikuwa Ilikuwa vizuri kwa sana kwenye kucheza defensive, saukiangalia goli ambao amepata Ousmane Dembele sana, okay, kutakata sana ile eneo. Ikua inawapa shida kidogo, uliona kama yuko yuko Declan Rice alikuwa uko overwhelmed na majukumu akata, alikuwa anafanya mambo mengi mengi sana bana McDonald, De kukatisha kwanza McDonald. Tumeona Arsenal akipoteza kiwa nyumbani. Game inaofuata atakuwa ugenini dhidi ya PSG, kiufupi uh -huh. uh, mechi haijaisha. Eh, yaijaisha mechi bado haijaisha na PSG walikuwa wanauliza maswali mengi sana Arsenal, lakini kuna wakati PSG kama walikatika fulani hivi, Arsenal wakaanza kurudi kwa spidi sana, wakawa wanashambulia. Okay. Uh, jambo la kushangaza ni kwamba kwa nini PSG ya kufanya maamuzi ya kumaliza mechi kwa haraka? Mapema. Ehe, mapema kabisa. Sawa, lakini pia jambo la kushangaza zaidi mm, sio kwa ubaya lakini mashabiki wa Arsenal okay, wali let down sana timu yao sana sana timu yao kuanzia uwanjani mpaka kwenye mabanda umiza huko tulipokuwa pamoja, walishindwa kushangilia kabisa, hatukuona wow, ile vibe yao kama walivyokuwa wamewafunga Madrid, hata kama mmefungwa lakini ile motisha yao haikuwepo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba moja kati ya kitu ambacho kinaweza kusaidia timu kukua, timu kufunga ama timu kupata ushindi ni mashabiki. Moja ni tactics lakini mashabiki tunasemaga ni, mashabiki ni mchezaji wa 12 ambaye anakuepo nje pale kuitia timu motisha zaidi hmm, na timu kufanya vizuri sasa wao Arsenal wenyewe walipofungwa mapema kabisa, wamefungwa dakika ya 4 ndio kama sikosema kama ya 3 vile mapema kabisa, wao wakashindwa kuisupport timu yao, waliiacha tu timu yao inaelea lakini pia hiyo imaanishi kwamba PSG hawako vizuri katikati Arsenal, okay, walikuwa dominated sana mtu okay, pekee ambaye nilimuona ni Declan Rice pekee yake, lakini sikumuona Odegaard pale, alikuwa amepoteana mm -hmm kabisa. Moreno naye alishushwa chini kidogo hapa, lakini pia shughuli yake ilikuwa kidogo changamoto. Kwa hiyo moja kwa moja tunasema kwamba mechi bado bado na, na moja, na, bado. Bado. Bado Arsenal, bado. bado bado bado. Mechi mechi ya ya ya ya moto, kabisa. Licha ana ana goli moja wili. Mimi naona naona naona Arsenal anaweza anaweza kufanya comeback, Paris zaidi. Sasa kama kama over 1.5 1.5 1.5 kutakuwa kuna Park Stadium. Ah, umesikia hiyo. Ulinyimwa basi. Baada hii na Barcelona dhidi Inter Milan. Mimi binafsi

a tatu tatu magoli sita saa mara mwisho walipokutana na Inter na Barca walitoa tatu tatu pale pale yaani Barca akiwa mwenyeji sikutegemea nilikuwa nategemea kwamba kwa difensa ambao wanao Inter jinsi ambavyo wako solid msimu huu ni kwamba labda kama angekuwa ana faida magoli yayo basi angeweza kushinda ile mechi kabisa na singeruhusu magoli mengi lakini surprisingly Barca alikuja tofauti. Yani Barca alionyesha kwamba mimi na deserve ku compete na haya mashindano. Kwa hiyo hiyo pia ni big game. Na hiyo ilikuwa ni nusu finali kubwa kuliko hata Paris na Arsenal. Yeah. Okay. Yani hiyo kwa lugha ya kimtani tunasema finali kabla ya finali. <laughs> Sahihi. <laughs> <laughs> Ilikuwa ya moto kwa kweli. Unaiona unamwona Barcelona akitoboa? Ah, game ni ngumu Uh, watu wengi sana walimwamini Baka kwa sababu Baka ni wa moto sana. Yes, sure. Lakini Inter kwenye kuzuia yuko vizuri. Ashukurie Lamine Yamal wa Barcelona, kazini kwa Dimarco kulikuwa na kazi sana. Lakini good. Uh, game ilikuwa kali sana. Sofa, na bado namuona namuona kwangu uh, mimi Inter. Hmm. Inter na mwona. Mwona. Eh, Inter namuona. Namuona. Unamuona. Eh namwona akichungulia ukienda mm. Okay, pale uwanjani kwao hmm. Eh, moja bila naiona. Naiona, sioni magoli mengi. Italia hakunaga <laughs> magoli mengi mwenzangu anakwambia hivi game ya Barcelona dhidi ya Inter Milan haoni magoli mengi. Kwa hiyo wanangu wa anda wanangu wa kumfuata mazima Inter, hmm. Right? mm. Iyo inawahusu Okay, tumalizia game ya mwisho ya Europa finali, nusu finali hii ilikuwa ni Bilbao dhidi ya Manchester United. Kwangu mimi nikimcheki Manchester United, nikimzumu kwenye EPL ni kama amedropo kidogo, lakini ukiingia kwenye hii michezo mingine ukiingia kwenye hii michuano mingine Europa ni kama anawasha moto. Yani, ikoje, ikoje? Kwa sababu mimi na nabaki na, na stajabu kwamba why huko kidogo yuko na nafasi ya 14 na kuna baadhi ya mechi zinalegalega ushindi wake unakuwa ni wa legalega mwingine na slow nyingi, si unajua, lakini ukiingia huko anapeleka moto, hasa hasa siri yake iko wapi? Ah, mimi binafsi nitasema maeneo ambayo anakipitia ni ni, yani ni swala la kawaida kwa mpira kuna wakati, yani, unapokuwa unaanza msimu. Kuna, kuna kauli moja inasema sndewe mapema kabisa. Kuna point ambayo ilifika akaona kwamba mimi huku hata nikifanya vipi There's no way mimi nitaenda kushiriki UEFA mm -hmm, kwa maana kumaliza top 4 au kuchukua ubingwa. Lakini huku Europa kwa hizi timu ambazo zipo kuna namna ambayo mimi naweza nika compete nazo, yani naweza nikashindana ne nazo. Alichokuwa nakifanya sasa ni kwa kuchannel nguvu yake nyingi kuipeleka kule Europa, sehemu ambayo anaona ana nafasi ya kuchukua ubingwa kuliko kuweza kujaza nguvu nyingi tena ligi kuu kuweza ku compete ambao tayari ashafahamu zimebakia kama game 4 5 tano, yeah. Ligi isha, kwa hiyo anaona possibly mimi naweza nikachukua ubingwa huko Europa kuliko kushindana tena ligi kuu, yani hata akisema ashinde mechi zote at ata shift to position, basi basi. Kwa hiyo ni ana target kwamba tayari ameshaanguka, hana haja tena kuendelea kwenye sasa hii. Yani ni kama ni kama miaka nyuma, ukienda kwenye historia Nottingham Forest na ni hivyo hivyo, anachukua ubingwa wa UEFA huku, lakini huko kwenye ligi walikuwa wanadrop hmm. kwa hiyo ni ni karata nzuri ambayo amejanga Manchester Okay, kwa hiki ambacho kinatokea kina upande wa EPL, unadhani Manchester United ni kipi ambacho kikifanya msimu ujao anaweza kufanya vizuri zaidi? Manchester, mimi siwalaumu walaumu, okay. Kwanza kwa sababu wana kocha mpya ambaye amepokea kijiti katikati kutoka kwa kocha mwingine, ameingia Novemba kama sikosei, amepokea kijiti kutoka katika kocha mwingine lakini pia kuna mfumo mpya ambao wamewekwa sawa, kwa hiyo wachezaji itabidi wabadilike staili ya uchezaji nakuwa inabadilika, hiyo inachukua muda kidogo mtu kuingia katika mfumo. Lakini kwa msimu ujao naona kabisa, manio akiingia sokoni vizuri, anafanya vizuri zaidi. Lakini pia usilolijua katika UEFA Europa, nje za ndani kabisa Manchester okay. sasa hivi katika mechi zake zote ambazo amezicheza na mimi namuona Manchester sio akiingia fainali mm, bali akinyanyua kombe msimu ujao. Akinyanyua kombe hapa. Europa oh, okay. Kwanza. Sawa sawa. Ewa, akishanyanyua hapa, okay. mm. Kwa msimu ujao Manchester namuona anaingia sasa katika ile top six ile anaingia kabisa na atafanya vizuri sana. okay. Ni kwamba tu huyu kocha apewe muda nafasi ya kusajili baada ya hapo basi mm -hmm. Wenyewe mtajionea, nadhani watu wanafurahi sana kumwangalia kama mtu Captain Magwaya, sisi tunamuta Captain Magwaya. mm-hmm. Captain, Captain, ah, e, Captain wetu yeah. Mm, wa zamani. Eh, Captain Magwaya jana aliwaka jana sana. Magwaya, walishangaa anapiga chenga. Walistaajabu, amezoea ni mtu wa kubutua, lakini sisi wa zamani kabisa tunaelewa Magwaya mm. ana umatemate fulani hivi wa Messi. Yani nichokitegemea ni na nilichokiona vitu mm -hmm. viwili, mimi niliweka 1.5 uzuri wa Man U, mechi zake almost zote ambazo kizi, mm -hmm. na ni ni kwamba Athletic chance ya World. Yeah. eh, yani, uki, uki angalia, man, uki ya ashinda eh ukiangalia ukiangalia man, trend ya Manchester United na teams za Spain nyingi ana struggle kupata matokeo okay. First half magoli matatu na aljama akapata umeme waka amepotea kabisa kwa okay. Manchester United game nzima mi wow. yeah, yeah. nachoweza kusema ni kwamba msitukarili msitukarili, naendelee kuambia kabisa msitukarili, kwa sababu mkitukarili mtaumia watu wengi sana. Mikao imechanika, kuna waliomua maniu mm -hmm. kuna waliosema yes. Jiji inatoka kwa sababu yes, yes, yes, wamekarili sana maniu. Lazima aruhusu goli regardless, ashinde afunge, lakini lazima aruhusu goli. Niwambie tu sisi ni wapya

Hayo ndio machache ambayo tulikuwa nayo. Umesikia hapa wadau mbalimbali tukijadili kuhusiana na mechi kubwa ambazo zimechezwa wiki hii, ambayo tumejadili kuhusiana na Arsenal dhidi ya PSG, ambako a PSG aliweza kuongoza kwa goli moja sifuri, lakini pia tumejadili kuhusiana na Barcelona dhidi ya Inter Milan, ambako walitoshana nguvu tatu tatu ziweza kutokea, lakini pia game ya mwisho ilikuwa ni Bilibao dhidi ya Manchester United ambapo Manchester United aliweza kuondoka na ushindi wa goli tatu bana. Ulikuwa na mimi naitwa Monika Mangera, pembeni yangu hapa alikuwa anaitwa daktari huyu eh, ni mtaalamu kabisa daktari mwenyewe, lakini pia upande wangu wa kingine nilikuwa naye Marks. Bye bye, mpaka wakati mwingine <tipatik>